Majina anaitwa Abdallah Muhamedi Ali, mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam, na hapa mahali ndo ninapoishi ambapo ni Kimara, Dar es Salaam. Kukuja mbele yenu kuwapa elimu ya ufugaji kupitia chaneli yetu ya Sawe TV. Hapa kama unavyoona, haya ni mabanda yetu ya ufugaji wa sungura, na huyu kama unavyoona wana utofauti hawa sungura, unamwona huyu sungura alivyo, huyu ni sungura wa kizungu, unaona unavyomwona, hata rangi yake unavyoiona, manyoya yake yalivyo, maumbile yake yalivyo, huyu ni sungura jike ambaye mwenye mimba, na huyu sungura, uzao wake wa kuzaa watoto ni kuanzia sita na kuendelea. Sungura kama hawa hapo hawa unatakiwa umuweke wiki na dume. Ukishamuweka wiki na dume, wiki inayofuata unatakiwa umtoe yule dume sudio, yule dume asije akaja kumletea madhara. Na sungura hawa kuwaga, akiwaga na mimba kwashika, ni wakali sana, wanaweza wakakuparua wakakujeruhi humo ndani. Hawa sungura ni waleaji wazuri sana wa, kuna sungura wengine sijui ni aina gani sungula ingine wakizaa uwaga wanasumbuaga kunyonyesha watoto wao pale ambapo wakishazaa uwaga, ni marao ya kwanza kuzaa sungura kama. Kwahio unachotakiwa, sungura mwenye mimba ukiona amekataa kunyonyesha watoto wake, unatakiwa umlaze, umlaze hivi. Na haya naona alivyokuwa mkali huyu sungura, naona natukia umlaze hivi hivi hivi na wale watoto hue amewaweka kusudi, kwaio wananyonya, kusudio la huyu mama asiangaike na wanyonyeshe watoto wake vizuri. Nataka niwaonyeshe aina ya dume. Banda letu kama unavyoliona, Banda la sungura linatakiwa liwe na hewa, maanake sungura wanapenda hewa. Huwezi ukaweka bati kote na chini, unatakiwa uweke wavu kusudio la kinyesi au mkojo wote kuweza kushuka chini na usikae juu. Nataka niwaonyeshe aina ya dume. Huyu ni aina ya dume. Hili dume limechanganya mbegu palipali. Huyu sungura jamii yake ni adimu sana, kupata sungura kama huyu mweusi, na ni gharama sana kama unavyomuona. Huyu ni sungura dume na ishara zake zote unaziona za ume. Huyu sungura bwana, jamii yake ni tofauti na sungura wengine. Huyu ni jamii yake amechanganya baba wa kizungu mama wa kienyeji, kama unavyomuona, unaona hata rangi yake ilivyo. Huyu sungura ni uzao mkubwa sana na ni mbegu kubwa sana na ni adimu sana sungura, kama utakuta ukienda sehemu nyingine ambayo bwana, nataka sungura mweusi uweze ukapata, kama aina hii hapa, hii inapatikana kwangu tu. Bei yetu ni nafuu sana. Sungura kama huyu hapa dume wetu sisi tunamuuza elfu thelathini na tano. Maana yake huyu sungura unaweza ukachukua sungura wengine wakakaa wakati hawawezi kupanda, lakini huyu sungura hata ulishaji wake wa chakula dume utataki kumlisha sana. Pale unapomlisha sana anajenga mazoea na jike anasahau kupanda. Unachukua umpe kiasi cha chakula yani kidogo tu, na chakula chake huyu sungura usimwekee kibichi, unatakiwa ukilaze kwa siku moja juani kusudio ili aweze kupata virutubisho na kuweza kumsaidia yeye. Huyu ni sungura yetu kama mnavyomuona. Leo najua umepata elimu ya wa jacho, ufugaji wa sungura. Kipindi kijacho tutaelezea ufugaji wa kuku na kulea vifaranga vyake. Usisahau kushare kulike katika kipindi chetu cha Sawe TV. Asanteni sana. Mungu awabariki. Yeah.